Katika kila kona ya Tanzania kuna mtu mmoja anayeshika kalamu na kuandika kesho ya taifa hili. Mwalimu. Lakini nyuma ya mafanikio yao kuna nguvu kubwa ya pamoja. Chama cha Walimu Tanzania CWT. Karibu kwenye makala hii maalum inayoelezea historia, malengo, majukumu, changamoto na mafanikio ya CWT ilipotoka, ilipo na inapoelekea. Kwa kutumia sauti za waliowahi kuiongoza kushuhudia na kunufaika nayo. Karibuni. Kuundwa kwa chama cha walimu Tanzania hasa hasa ilikuwa ni pamoja na kuhakikisha walimu wanapata chombo kitakachotetea haki na masilahi yao, na ndio maana mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu tarehe moja Novemba chama cha walimu Tanzania kilianzishwa. Tumetoka mbali. Mimi mwenyewe tulikuwa tunatoka mbali kwa baisikeli kilomita zaidi ya sabini kwenda kufata mshahara. Mkifika pale, mnajitanga kwenye dirisha, anatokea mtu anaitwa Keshia, yeye ndo anakuja na kuita jina Doto Biteko, unaenda pale unapewa hela yako unaondoka. Ukitoka pale, unaenda unanunua mafuta ya taa, sukari, kwa sababu kule ni kijijini, ni mbali. Unaendesha baisikeli tena kwa masaa yote. Wakati mwingine amwezi kwenda, walimu wote tunamwamini mwalimu mmoja, tunamtuma katuletee mishahara yetu Wakati anakwenda kufata mishahara, wote mmekaa mnaangalia barabarani jioni, kwa sababu sanapi ana mishahara yenu. Tumetoka ukoota, serikali imetutengenezea mazingira. Tumetoka kwenye mazingira ambako unakuta shule moja iko eneo moja alafu eneo kubwa halina shule. Matokeo yake ninini? Una watoto wengi ambao hawana shule mahali pa kusoma. Serikali na hasa serikali ya awamu ya sita mefanya kazi kubwa sana ya kujenga miundombinu hiyo ya kuwafanya watoto wengi wapate mahali pakusomea. Wakati mwingine hata zana za kazi unatengeneza mwenyewe kwa sababu unaipenda hiyo kazi, kwa kununua mwenyewe hivyo vifaa kwa ajili ya kutengenezea. Wakati mwingine unakuta darasa lipo lakini halina ubao, ni, ni, ni ukuta tu umepakwa simenti, huo unageuka kuwa ubao wa kufundishia watoto. Niseme kwamba ustawi wa kazi ya ualimu tulikotoka na leo kuna tofauti kubwa na naweza kusema kuwa E, mazingira yamebadilika na, na, na, na, kuna, kuna, kuna ubora mwingi zaidi. Ni kweli kwamba bado tunahitaji kuboresha hapa na pale, kwa sababu kadri tunavyoendelea tunahitaji mambo, mazingira au mambo yawe mazuri zaidi, lakini nachukua stoku ya kule tulikotoka, na hata wakati naacha kazi ya ualimu mpaka kuja hapa tulipo, kwa kweli kuna tofauti kubwa, na naamini kuwa serikali imeendelea kufanya hii kazi na hata umeona, leo, tumeona juzi nyongeza ya kima cha chini cha mshahara. Wakati fulani watu waliamini ili ongezee kima cha chini cha mshahara lazima ufanye vurugu fulani hivi ndio kitatokea, lakini tulifanya mara ngapi na vingapi vilitokea? Ukweli ni kwamba ni nadra sana kutokea, lakini mkijadiliana inakuwa rahisi. Na ndio maana tuliokuwa Singida, e, tuliona furaha ya wafanyakazi baada ya kuona uh, ongezeko lile limetokea. CWT ilianzishwa, ilikuwa sauti ya walimu kutoka siku za mwanzo hadi kuwa chama kinachotambulika kitaifa. Historia yake ni safari ya kujitolea na kujenga misingi imara ya elimu hapa nchini. Walimu hawa wengine walihudhuria kozi mwaka elfu mbili lakini toka mwaka elfu mbili ajahudhuria kozi yoyote, yuko tu shuleni miaka yote. Lazima watafutiwe kozi mbalimbali kuwapeleka kwenye vyuo masemina fulani fulani hivi ili kuwafanya wawe watu walimu wa sasa sasa sasa na wafanye kazi yao kwa mafanikio makubwa. Haya ni muhimu yanafanywa kazi. Serikali yetu imefanya maboresho ya sera na mitaala, pamoja na mambo mengine, imeleta mabadiliko katika sifa za chini za mwalimu katika shule za msingi kuwa ni stashahada ambayo pia ni diploma. Pamoja na mabadiliko haya, serikali inatambua kuwa wapo walimu ambao hawajafikia sifa ya kuwa na hiyo diploma na hakuna agizo la kuwataka waondolewe katika ajira. Kwa hiyo endeleeni, lakini jiendelezeni. Wizara ya Elimu itapokamilisha sera, itakuwa na miongozo ambayo, pia ikija kwako, utakutana nayo na utaendelea kushiriki nayo. Kwa hiyo kwa sasa mwendelee, ajatoa agizo la kuwa kuwabadilisha vituo wala kitu gani. Nataka pia wewe mwenyewe jitahidi, usome ufike diploma. Kwa hiyo walimu ambao hamna diploma, jisomeeni sasa, ili mfike diploma. Muhimu walimu wote Tutumie fursa ya mafunzo kupitia mifumo ya kielektroniki mtandao. Mnaweza mkafanya hata mitihani kupitia mitandao, unaweza kujisajili chuo chochote ukasoma online kwao. Tumieni fursa zilizopo leo za kuingia kwenye maeneo mbalimbali ili kuweza kujifunza. Kwa mfano eh, kuna masomo yanaitwa LMS Learning Management System chini ya Taasisi ya Elimu Tanzania ambapo pia na wenyewe wanasimamia, lakini kupitia mfumo huu serikali imeingia makubaliano na kampuni ya simu ya Airtel kwa walimu wenye shikwambi na wanatumia mtandao wa Airtel, unaweza kupata matirio mbalimbali. Serikali imekuwa bega kwa bega na CWT katika kuhakikisha walimu wanapata fursa za kielimu, utumishi na maendeleo binafsi, kwamba serikali inasimamia. Hata nilipokuwa nazungumza kwamba tunalipa malimbikizo nataka niwaambie kidogo kwamba malimbikizo ya mishahara kwa watumishi laki moja na arobaini na nne elfu mia tatu ishirini na sita kwa mwaka wa fedha 2023/24 ambao pia anaingia 2025, wameweza kulipwa zaidi ya bilioni 229.9. Na tunaendelea, nataka niunganishe hapa hapa kwa kuwaagiza maafisa wa utumishi mlioko hapa, nenda muangalie kwenye eneo hili pale ambako watumishi wanahitaji kulipwa stahiki zao, iwe ni malimbikizo kwa lugha kubwa ambayo inajulikana ni areas. Tunahitaji orodha hiyo ili serikali ilipe. Hatuhitaji mgogoro na wafanyakazi wakiwemo walimu. Serikali imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba stahiki za mtumishi na hasa walimu wenzangu zinapatikana kwa wakati, lakini pia upandishaji, ubadilishaji wa kada mbalimbali, miundo ya watumishi wako ambao wanatakiwa kubadilishiwa muundo, serikali inafanya kazi hiyo. Mpaka sasa watumishi 36768 wameshaweza kubadilishiwa miundo yao ya watumishi na zaidi ya bilioni tatu zimetumika katika kulipa kutoka muundo wa sasa na kulipa muundo wa zamani, kuwalipa kwenye muundo mpya. Kazi hii inaendelea. Swala la upandishaji wa madaraja hili limefika vizuri sana sasahivi, chini ya wizara ya utumishi pale ofisi ya rais, pamoja na maafisa wa utumishi kutoka ngazi ya mkoa na halmashauri zetu, watumishi laki sita na moja elfu mia sita tisini na nane wameshaweza kupandishwa madaraja, waalimu wakiwemo. Na katibu wetu wa mkoa amesoma hapa idadi ya waalimu waliopandishwa madaraja na, lakini pia, hata timu ya waalimu waliokuja hapa wameeleza na mkuu wa wilaya ameeleza bila tusema haya ni ushahidi tu kuhakikishia waalimu kwamba swala la upandishaji wa madaraja sasa hivi sio ishu, upandishaji wa madaraja sasa hivi sio ishu tena, kwa sababu waalimu wote mnafahamika na hasa baada ya kuanzisha mfumo wa kielektroniki na kutunza takwimu na kutambua waalimu walioko kuvituoni. Jumla ya fedha ya trilioni moja point tatu zimetumika kuhakikisha kwamba tunalipa pande madaraja mapya ambayo yana wanayapata watumishi wetu. Mradi wa Samia Mobile Clinic, Mheshimiwa Doto Biteko, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, ambaye awali alikuwa kiongozi wa CWT, alikemia vikali migogoro ndani na nje ya chama. Viongozi wa chama cha walimu Tanzania, migogoro hai mingi, watendeleni wali. Hakuna kitu kilichonifurahisha kama kuona mnakwenda kwa wanachama kupitia Samia Clinic. Samia Mobile Teachers Clinic ni kitu kizuri sana. Mimi nilifungua mkutano mmoja, nilipata heshima ya kufungua kule Geita unaona walimu walio na hamasa kubwa, chama chao kimewafikia na viongozi wa serikali. CWT inajifunza kutokana na changamoto za ndani na inasimamia mshikamano wa wanachama wake kama msingi wa mafanikio ya pamoja. Mwalimu Joseph Misalaba ni katibu mkuu wa CWT. mafanikio kadha wa kadha ambayo tumeyapata kama chama cha walimu. Kwanza, tumefanikiwa kutoa elimu kwa watendaji watumishi wa chama juu ya matumizi ya mfumo database, ili kuweza kutambua wanachama wetu. Kwa hiyo tumetoa mafunzo nchi nzima, ili tunashukuru, ni mafanikio makubwa kwa chama chetu. Lakini pia tumefanikiwa kufanya ziara nchi nzima kutatua kero na changamoto mbalimbali mbali za walimu. Ziara hii tuliiratibu kwa kushirikiana na serikali kupitia ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, ofisi ya Rais TAMISEMI, wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, wizara ya fedha, lakini pia tume ya utumishi wa walimu. Kwa hiyo wizara hizi zote tumefanya nazo kazi ikiwa ni ridhaa kutoka kwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ziara hii ilijulikana kwa jina la Samia Teachers Mobile Clinic. Mwelekeo wa moja kwa moja ukionekana ni kwamba islaki like walimu wameanza kukata tamaa, lakini pia ni kama wanaona chama hakishuki moja kwa moja kwao, na tukafikiri ni vema tuone sasa namna bora ya kufanya kwa hiyo sisi kama viongozi tuliondoka tukaenda ofisi ya Rais Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora, tukiwaomba ya kwamba huko katika walimu wanapofanya kazi changamoto zimekuwa nyingi. Ni kweli walianza kutuambia mbona mambo yote yanayokuja huku kwetu tunaagiza yanafanyika vizuri kwa sana. Ndio, lakini sasa tuende kwenye grassroot huko moja kwa moja tuone ni nini tatizo hasa ambalo linatokea hapo. Mimi nashukuru Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan walitukubali wakasema, hakika hakuna namna tunaweza tukaenda ziara hii. Walimu waliipokea kwa furaha sana, kwa sababu ilitatua changamoto zao nyingi sana, ikiwemo madaraja. Kuna madaraja mserereko pia wamepata walimu, lakini kuna malimbikizo mbalimbali ya mishahara, kuna walimu kufanyiwa recategorization katika utumishi wao. Haya yote tumeyasimamia na tumefanikiwa vizuri sana Walimu wengi wamefanyiwa recategorization, lakini pia kulikuwa na likizo. Walimu wamelipwa likizo, kitu ambacho kilikuwa kinawasumbua kwa muda mrefu. Kuna madaraja mengi ambayo walimu hawakupanda kwa wakati ambayo yalijulikana kama madaraja mserereko, walimu pia wameyapata. Kwa hiyo mambo haya yote tunajivunia na tunaishukuru serikali ya mheshimiwa rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kurizia zoezi hili lifanyike nchi nzima, limekuwa mkombozi kwa walimu wengi sana, na tunamwomba Mheshimiwa Rais asituchoke wakati mwingine tukiomba hili zoezi, atusaidie kwa sababu limeonekana lina tija kubwa sana kwa walimu, lakini pia kwa chama chetu, maana wanachama wengi, hata wale ambao walikuwa wameanza kukichoka chama chetu, kuona kama vile hakifanyi kazi za kuwahudumia wao ambao ndio msingi mkuu kabisa wa chama cha walimu Tanzania, utetezi na huduma kwa wanachama. Sasa kimewafikia takribani mikoa yote ishirini na sita ya Tanzania bara. Walimu wamepata huduma hiyo ya Samia Teachers Mobile Clinic ndani ya muda ambao mimi nimeweza kuhudumu kama kaimu katibu mkuu. Tumefanikiwa kununua vyombo vya usafiri kwa ngazi za wilaya katika mikoa mbalimbali Wilaya nyingi sasa zina usafiri, mabasi aina ya kosta, wengine wamenunua tata, kwa hiyo wana makampuni tofauti tofauti. Mabasi haya yamewasaidia sana walimu wetu uh, wanapokuwa na sherehe zao, wanapanda wanaenda, wanapokuwa na changamoto za magonjwa, magari hayo yanawasaidia, wanapokuwa na misiba pia yanawahudumia. Lakini pia tumefanikiwa kujenga ofisi mbalimbali mbali za mikoa na baadhi ya wilaya, na mpaka sasa tunaendelea na ujenzi huo. Tumebakisha mikoa michache ambayo tutaenda kukamilisha ndani ya mwaka huu, ikiwemo mkoa wa Simiu ambao jengo lake liko hatua za mwisho, mkoa wa Geita, mkoa wa Katavi na mkoa wa Njombe. Mikoa hii tunaenda kumalizia ujenzi wa majengo hayo. Kwa hiyo haya yote ni mafanikio ndani ya chama chetu. Chama cha Walimu Tanzania ni chama kikubwa ni chama ambacho kinaaminiwa na wanachama wake, lakini zaidi ya kuaminiwa na wanachama wake, lakini kinafanya kazi hata kwa walimu ambao sio wanachama. Mafanikio zaidi ya chama cha CWT pamoja na walimu wa shule ya msingi Mlimosi, tuko nacho chama karibu sana, ambapo naamini wanatukumbatia katika sehemu mbili, sehemu yenye raha na sehemu yenye shida, kwa pande wa shida ambazo tumesaidiwa na CWT mwaka jana tarehe kumi na mbili mwezi wa tano, Mwalimu Sebastian alifariki. Mwalimu Sebastian alifariki kwa mara ya kwanza, baada ya chama cha CWT kununua gari. Huo ndio ulikuwa msiba wa kwanza kusafirishwa na ile gari kuelekea Kondoa. Kwa, kwangu mimi ni faraja sana kwa chama changu kunisaidia kumpeleka mwalimu na kwenda kumstiri Kondoa. Eh, unakuta kwa mfano, labda ikitokea shida yoyote, chama cha walimu wanakuwa mbele kumsaidia yule mwalimu. Kwa mfano, kuna mwalimu hapa alikuwa na shida, alikuwa anauguzwa mtoto wake kwa muda mrefu, imemsaidia imempatia fedha na hata kumsaidia kuhusu matibabu eh. Lakini pia ushirikiano upo, wanakuja kututendelea tunawapa maoni yetu, tunawaeleza tuna shida zetu, lakini mahusiano pia hapo, kupitia mwakilishi wetu wa shule. Tena yeye ndio mstari wa, wa mbele sana, sababu yeye unakuta anachukua shida zetu anapeleka kule, na kama kuna shida kubwa, basi wanakuja wanatutembelea, wanatembelea kutatua shida zetu. Naomba sana wajiunge, ni chama ambacho kizuri na kinatetea haki za mwalimu na vilevile na kinatulinda sisi, pamoja na kwamba tunatoa mchango mdogo, lakini baadaye watanufaika kichango mdogo uliona nini? Utapata manufaa makubwa. Ah, mimi naona mafanikio makubwa, kwanza kututetea sisi walimu, sababu so, kuna mambo, mambo ambayo huko nyuma yalikuwa si mazuri, haswa kuhusu mishahara na maslahi kupandishwa madaraja. sidabtinajitahidi imepiga kelele kwa kiwango kikubwa na kweli so, kwa sasa hivi tunapanda tu madaraja inavyotakiwa pakamsereleko upo. CWT ni chama kikongwe kimejiwekeza katika kila sekta, kina mawakili wanasheria, kina kila kitu, umenielewa ofautu na vyama vingine ambavyo bado ni vichanga. CWT katika shule yetu imeshasaidia eh, vifaa vya michezo kwa wanafunzi na vifaa vya kujibu, vya kumudu katika kujiongea fimbo nyeupe kwa hiyo katika mazingira watu, mtu akishakuwa na fimbo nyeupe kiasi fulani anayamudu mazingira bila kuwa na tatizo lolote. CWT imejipambanua sio tu kama chama cha kutetea haki, bali pia ni mshirika wa kweli wa walimu katika kila hali. Uh, yafuatayo naweza nikayaainisha kama ni sehemu muhimu sana ya mafanikio ya walimu wenye ulemavu ndani ya chama moja. E, upatikanaji, upatikanaji wa nafasi sawa za ajira, kwa maana ya nafasi hizi zinazotangazwa za utendaji wa wilaya na mikoa zimekuwa zikitangazwa na tunashiriki kwa usawa, lakini eneo la pili e, kwa chama kuridhia e, idara ya walimu wenye ulemavu kuwa na ruzuku kidogo kwenye ngazi ya wilaya na mikoa ambayo E, inafikia asilimia mbili pointi tano inayotokana na sehemu ya pato lililokuwa linawasilishwa e, kwa kitengo cha walimu wanawake. Safari bado inaendelea kwa mshikamano, uadilifu na upendo. Kila taifa linalo mashujaa wake, mashujaa wa kalamu, mashujaa wa maarifa, hawa ni walimu, na nyuma ya kila mwalimu anayehamasika kuna muhimili mmoja, chama cha waalimu Tanzania, CWT. Safari ya CWT ni hadithi ya ujasiri. Tumeona maumivu, mapambano na mafanikio, tunaiona kesho yenye matumaini. Lakini matarajio ya baadaye ya chama cha walimu Tanzania, tunatarajia kufikia ishirini thelathini tunatarajia kuwa tumeweza kuwafikia walimu wote, yaani yeyote anaitwa mwalimu ili mradi ana qualification yake tunafikiria kuona ni namna gani tu accommodate hata walimu ambao sio wa sekta ya umma yeah. Tunafikiria namna gani tunaweza accommodate walimu wenzetu, kwa kuwa tunajua wako kule nje wanafundisha shule za umma, ya shule za binafsi, lakini ni walimu wenye qualification ya kufundisha shule za, za serikali, lakini hawajapata nafasi ya kupata ajira serikalini. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba haki zao kule walipo zinapatikana wasiwe wako kule tu, sio walimu wenzetu. Tunafikiria kwa miaka inayokuja, lazima tufikirie ni namna gani tuwaingize walimu wenzetu wote, hata wanaofundisha shule za private waingie kuwa wanachama wetu, ili tuwe na kapasite, tuwe na nguvu ya kwenda kushughulika na maswala yao yanayojitokeza, hata kama wako katika shule za zisizo za umma. Kwa hiyo vision yetu hiyo ni kubwa, kwa sababu tunataka tuwe na ile umoja umoja wa pamoja, yaani mtu anaitwa mwalimu basi ajivunie kuwa mwalimu, hata akifundisha shule za private. Matarajio mengine tunafikiria, lazima tuweke tuweke structure nzuri inayo itakao tufanya sisi walimu wa Tanzania tuwe na chombo kimoja tu kinachosimamia walimu wa Tanzania. Kuwa na chombo kimoja tu, kuwa na chombo kimoja kuna faida sehemu zote mbili, kwetu sisi walimu lakini pia kwa serikali Serikali iki, ikiweka chombo kimoja kinachomsimamia mwalimu haipati shida, haipati shida. Ni tofauti na sasa hivi tulivyo. Kwa hiyo tunawashukuru pia kwa kuendelea kukiunga mkono chama chetu. Kwa hiyo mimi niseme tu, tunayo malengo makubwa na tunatamani tuendelee kuboresha huduma kwa walimu wetu, badala ya haya ambayo tunawafanyia sasa. Tunatamani walimu tuna, tuwaboreshe zaidi huduma kutokana na asilimia mbili hizi hizi asilimia mbili zitawakomboa sana, tunaamini kupitia asilimia mbili hizi. Mwalimu wa gredi A alikuwa anapanda daraja, mwisho anaishia E hadi anafikia umri wa kustaafu, lakini kutokana na jitihada za chama kuwatetea, kuhakikisha stahiki zao wanapata, chama kiliwatetea walimu kwa mwajiri kutoka E wakaenda mpaka G. Mwalimu wa grade A kwa sasa anastaafu akiwa na daraja G, na haya ndio tunawaambia walimu, tuendelee kubaki njia kuu, tusihamehame. Na sisi bahati nzuri tunawahudumia walimu kwanza kwa kuangalia kama kweli ni wanachama wetu. Akiwa mwanachama, tunaangalia tunampa huduma kama mwanachama, na huduma zetu ni nzuri tumewakomboa walimu wengi kutoka kwenye shida, hasa kesi hizi. Kesi ni mbaya sana. Wengi wanasema oh, mpaka nipate kesi. Kwao mnaniombea kupata kesi? Hapana, hatukuombei. Ndio maana kuna tahadhari kama hizo. Haya matatizo ni sana, magonjwa. Kwani mtu anakatwa bima ya afya, watu wanatarajia kwamba nitaugua tu? Hapana, mwingine unakuta ni mkakamavu, ni mwanamichezo, kila siku yuko kwenye mazoezi, lakini anaugua. Magonjwa hayaangalii wewe ni mkakamavu kwa kiwango gani. Kona sisi huku kupata kesi au changamoto zingine za kiutumishi haziangalii kwamba wewe umekaa muda gani kazini. Unaweza ukaanza kazi ndani ya mwaka mmoja ukapata changamoto. Unaweza ukafanya kazi ukafikia miaka hamsini na tisa, unakaribia kustafu ukapata changamoto, chama ni hiki hiki na kinaweza kikakupa huduma kubwa ambayo hautaisahau katika maisha yako. Kwa hiyo, mimi nawasihi walimu wenzangu, tuungane penye changamoto tutaendelea kupeana elimu tu. Cha msingi hapa ni elimu. Elimu ikitolewa ya kueleweka kwa wanachama wa walimu wenzetu wote, tutabaki kwenye chama kimoja. Kwa hiyo tunaomba walimu waendelee kuwa wavumilivu, waendelee kukiamini Chama cha Walimu Tanzania kwa sababu ndio mkombozi wa walimu. Moto ya Chama cha Walimu ni wajibu na haki iliposema maneno yale, ina maana kwa of course kwamba tunapaswa kutimiza wajibu wetu, ndio kitu kinachotangulia, and then haki yetu inafuata baadaye. Mwalimu ni kioo cha jamii, na kwa sababu mwalimu ni kioo cha jamii na sisi tunakuwa viongozi wa chama cha walimu moja, lazima tuendelee ku maintain kuwa kioo cha jamii, lakini jamii ione kwamba kumuona mwalimu ni kumuona msaidizi. Baba wa Taifa alisema ukitaka kumsaidia Mtanzania moja mmoja mmoja, msomeshe mtoto mtoto wake. Tafsiri yake ni kwamba mtoto anapelekwa kwa mwalimu. Kwa hiyo mwalimu akiwa amekaa vizuri, maana yake ni kwamba tutakuwa na taifa bora sana. Kwa hiyo nataka kuwaomba walimu katika kazi ambayo tumepewa, of course Mwenyezi Mungu ametupa kazi hii, lazima tuwe ni walimu tunaoweza kulijenga taifa hili. Kujenga taifa hili ni pamoja na kuhakikisha tulivu na kuwepo salama wa nchi na kuwepo malezi yanakuwepo malezi bora yanayoweza kusaidia hili taifa katika maisha yetu tunayoendelea, maana huwezi kujua nani atakuwa nani baadaye. Lazima tuwalee watoto katika njia ambayo iko bora, lakini lazima tushirikiane na serikali. Hakuna namna, lazima tushirikiane na serikali, ndiyo huko madarakani tunashirikiana. Sisi si chama cha siasa. Kwa hiyo lazima kuhakikisha tunatembea na maelekezo yaliyopo yanayohusu utumishi wetu katika serikali hiyo, lazima tutembee, twende namna hiyo, katika uzuri namna hiyo. Lakini mwisho nataka niseme kuwasa, kuasa wale walimu sasa kwamba hiki ni chama cha walimu, na there is no way tunaweza tukadai haki zetu individually, mtu um, mmoja mmoja, haiwezekani. Lazima kwa pamoja tuungane, tuwe na sentensi yetu kwa pamoja, tuyaseme mambo kwa hekima, kwa akili, kwa busara, yalete matokeo na sio fujo. Na kwa maana hiyo, nataka kuomba tuungane, tuwe kwenye chama chetu kimoja. Kugawanyika gawanyika huku hakuwezi kutusaidia. Safari bado inaendelea kwa mshikamano, uadilifu na upendo kwa taifa letu. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa makala hii ya safari ya mwalimu ni CWT. Karibu tena katika vipindi vyetu vijavyo. Asanteni na kwaherini.